nwatatu pekheri mbalimbali ambazo inazihitaji katika maisha yetu, wengine wakiongezea na swadaqa mbalimbali, visimamo vya usiku mutarawih, sala za sunna na ibada tofauti tofauti, kila mmoja ajitihadi, somaji wa Qur'an na kadhalika, walilahi alhamdu ni jambo zuri ikiwa tumo katika hali hiyo ni jambo zuri sana, na ndiyo kutumia vizuri mwezi wa Ramadhani au masiku haya matukufu katika mwezi uliobarikiwa wa Ramadhani. Lakini kuna upande mwingine ambao ni vyema pia tukautazama na kuuangalia, nao ni upande muhimu sana na upande huu unafungamana sana na ibada hii ya funga. Unapofunga saumu ukatoa sadaka ukaswali sunna mbalimbali ukasoma Qurani ukafanya nyiradi na adhkari mbalimbali, manake hapa umejenga mahusiano yako na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuna upande wa pili wa kujenga mahusiano yako na watu na uishi nao na jamii yako. Huu ni upande muhimu ambao unapaswa kuzingatia kuzingatiwa sana na, kama tusiuache upande huu, kwani tukizembea nao, huenda upande wa mwanzo ukawa hauna faida kwetu. Na haya si maneno yangu mimi ini mazungumzo na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ndefu kidogo ambayo alikaa, akawaambia maswahaba, mnamfahamu mtu aliofilisika? Wakasema, aliofilisika katika sisi nie asiokuwa na nyumba, asiokuwa na makazi, asiokuwa na pesa, au alikuwa nazo, alafu hanazo tena, hana kitu, huyu ndio aliofilisika. Mtume wetu akasema aliofilisika katika umma wangu ni ule ambaye atakuja amefunga vizuri, ametoa zaka vizuri, amehiji, kila aina ya ibada amezifanya vizuri, na ujira wake utaonyeshwa ni huu hapa mbele ya Allah subhanahu wa taala, lakini watakuja watu kadhaa ambao hakuwatendea vyema au wema. Kaja huyu alimdhulumu huyu, alimpiga huyu, alimsingizia huyu kadha. Matokeo ya hapo siku ya kiama hakuna kulipana dirham wala pesa, hakuna kulipana pesa kule. Itakuwa inaamuriwa tu mtu huyu aliofanya mema huyu kwa sababu tu alimbughudhi na kumsingizia mtu fulani na yule mtu kaja kushtaki mbele ya Allah subhanahu wataala, basi wataamriwa na Allah subhanahu wataala kuchukuliwe mema ya huyu mtendaji mzuri wa swala apewe huyo aliyodhulumiwa. Hali itakuwa ni hiyo hiyo mpaka huyu mtendaji wa mema yataisha yote mema yake, lakini wale ambao waliishi nao vibaya bado wanatiririka, wanakuja tu taamriwa sasa kuchukuliwe maovu yao au madhambi yao atwishwe huyu mtu. Kwa hiyo huu ni utangulizi wa kuona nafasi ya jamii yetu ni bora, ni muhimu sana kuizingatia. Usiwe unaswali tu ukawa unaishi vibaya na jirani yako, usiwe unaswali tu ukawa huna maelewano sawa na ndugu zako, usiwe unaswali tu ukawa wewe na mumeo au mkeo hamko vizuri, hauwafanyii wema watu hawa, haki zao huwapatii. Ukiwa unaswali tu na kufunga na kutoa zaka na sadaka, lakini watoto wako hamuelewani, wazazi wako hauelewani nao, maanaake upande huu kwa kweli utakuwa umefeli na utasababisha ufeli pia upande huu wakum, wa kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, na ndivyo ilivyo kiangalia ile risala na ujumbe wa mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, katika vitu ambavyo ilikuja navyo ujumbe huu ni tabia njema, manake ni maadili mazuri. Mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallama sema buithtu liutamima makarima al akhlaq, nimetimilizwa ili niweze kutimiza au nimetuma ili niweze kutimiza tabia zilizokuwa njema. Hu utaona tabia njema ni katika vitu vya msingi kweli katika Uislamu, bali Uislamu ni tabia njema, na tabia njema ndiyo Uislamu wenyewe. Hivi haviachani. Kwa maana ukimtii Allah subhana wa Ta'ala kunako maamrisho yake, umejenga mahusiano yako vizuri na Allah subhana wa Ta'ala, inabakia upande wa pili wa jamii unaoishi nayo, lazima haki zao uwape, usiwadhulumu, manake umejenga mahusiano mazuri na jamii unaoishi nayo. Na jamii tunayoishi nayo ina vitu vingi. Tuanze na jamii ya karibu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesisitiza sana ndani ya Quran, katika sura Nisa anasema, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha zaujaha wabatha minhuma Allah amezungumza katika aya hii, suratul Nisaa. Enyi watu, mcheni mola wenu mlezi ambaye amekuumbeni kwa nafsi moja, yani yani Adam, min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha na kauba kutokana yani, na nafsi moja hiyo yani kutokana na Adamu mwenza wake ambaye ni Hawa. Wabatha minhuma na akaeneza kutokana na hawa wili, Adam na Hawa, rijalan kathiran, wanaume wengi. Wanisaa uh, na wanawake wana wengi. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi bihi wal arham, pia mcheni mola wenu ambaye mnaombana kwa yeye kupitia jina lake wal arham wattaqul arham, mchunge udugu wenu. Kisha Allah akamaliza kusema inna Allah, hakika Allah kana alaykum raqiba, amekuwa juu yenu ni mwangaliaji, mfuatiliaji wa karibu. Kwa hiyo kwanza, ukiangalia mfumo wa aya haukuangalia kusema ya ayyuhalladhina amanu mm, ya ayyuhannas, kwa sababu Allah anafahamu katika udugu wapo ndugu Waislam na wasiokuwa nini Waislamu, na ndugu wa, maanake wana haki zao pia. Hapa tuangalie kipande cha mwisho hichi wal arham. Allah akasisitiza kama vitu ma vitu tuviogope, tuvilinde. baada ya kulinda uwepo wa Allah na utukufu wake, tulinde udugu wetu, kisha akamalizia Inna Allaha, ka Allah kana alaykum raqiba. Allah nafatilia. Unaishia ndugu zako, aya hii imeongelea pande ime zote mbili, pande ya utii kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tulizungumza mwanzo, ndio ibada hizo, swala, zaka, funga na kadhalika, wa na upande wa pili wa mahusiano yetu na nini na jamii yetu, kisha akasemaje, ka inna inna Allaha kana alaykum raqiba, kwa hakika Allah konunini yeye anatazama na kufuatilia yuraqibu amalana wasulukana, anafuatilia kwa karibu matendo yetu na nyenendo zetu, anazifuatilia vizuri. Kwa hiyo hakuna ujanja ujanja, tunafahamu kono wako wa kulia kuna malaika anaandika mema na pia upande wa kushoto kuna malaika anaandika maovu, raqibun atid. Ndugu zanguni katika kujenga mahusiano mema, nafasi ya kwanza ni ya ndugu wa karibu ndugu. Hii ni jamii ambayo lazima tuiangalie vizuri. Usijione umefika mbali kwa sababu una swali na nini ukaona wengine hawafai, lazima ujali undugu wetu, ujali kadri iwezekanavyo, na hili ni kwa kuwatendea wema, kuwasaidia pale ambapo unaweza kuwasaidia kuwahami pale ambapo unaweza kuwahami. Na kuwahami hapa haikusudiwi ukute mtu anapigwa, labda kuna jambazi ndio umsaidie, sio hivyo tu. Hata mazungumzo, unakuta ndugu huyo anasema vibaya, wewe unakaa kimya, maanake unashiriki yale yale mazungumzo, au unasema hey, ndio bwana, ndio bwana, na unajua kabisa hapa anazuliwa uongo. Moja katika mawili Unaweza ukanusha kanusha pale pale. Kama Allah anavyofundisha, mkikuta watu wana, wanafanya istizaa kati aya za Allah subhanahu wa ta'ala, na wanazikufura Allah subhanahu wa ta'ala, basi na mkae nao mbali, hata yakhudhu fi kalamin ghaibi au fi hadithin ghaibi, mpaka waje katika mazungumzo mengine, waweza ukajoin nao kaungana nao. Kwa hiyo kumuhami ndugu yako ni sehemu pia ya kutunza udugu wako. Na kuna mtu mwingine mashaallah anamtembelea ndugu yake, anamsaidia, anafanya kadha ana, ana, ana, yani mambo mazuri tu ana jambo lake ana, ana harusi anakwenda na shiriki naye pale. Sijui kuna msiba anakwenda kwa sababu ndugu zake wale. Lakini akuta anasemwa yeye eh, anaitikia eh, ah, yule bwana kaafai kabisa. Hata katika mambo ya uongo manake hapa umeharibu ndugu wako, na umesengenya umeshiriki na kama ni uongo haya, utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa kumzulia mtu uongo. Kwa hiyo katika kuhami kwa eh, kuunga udugu ni pamoja na kuwatembelea, kuwajulia hali zao, kushiriki katika furaha zao na shida zao, ushiriki. Hii ndio maana ya kuunga udugu. Lakini pia jaa rajulu ila nabii sallallahu alayhi wasallam faqala alikuja mtu mmoja mbele ya nabii wa Allah, rehma na amani za juu yake. Yule mtu akasema duluni ala amalin a'maluhu yudnini min aljanna, nijulishe matendo kazi ibada ambayo nikiifanya aniweka karibu sana na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa yubaiduni minan nari, pia taniweka mbali dhidi ya moto wa jahannam Qala, Mtume akasema tabudu ta llah wala tushriku bihi shaia, kwanza muabudu Allah na usimshirikishe na kitu chochote kile, watuqima lsalaa na udumishe swala, watutia zaka na utoe zaka, wataswila dha rahimik na uunge udugu wako. Hadithi hii pia inafafanua ile aya ya mwanzo au mazungumzo ya mwanzo kwamba imeanza kudumisha na kuimarisha mahusiano yetu sisi wanadamu na nani na Allah subhanahu wataala, kwa kushuhudia kwamba yeye hana mshirika Allah subhanahu wataala. Pili, kudumisha ibada ya swala. Tatu, kutoa zaka. kisha nini? kuunga udugu. hadithi ikaendelea. Falamma adbara, yule mtu baada ya kugeuka kuondoka zake, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tumi akasema kwa wema masahaba, intamasaka bima umira bihi dakhala aljanna, endapo ndugu yenu huyu atajishikamanisha kwa yale ambao tumemwamrisha kwayo, kwa hakika ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Manake kuunga udugu pia ni miongoni mwa sababu za mtu kuwa katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama swali lilipouliza kule, maanake ni sababu ya kuwa nani karibu na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa mbali na moto wa jahannam swali so, lazima la kuunga udugu. Hadithi nyingine isimuliwa na Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Sahaba Anas ibn Malik radhi za Allah za juu yake anasema, amesema mjumbe wa Allah rehma na amani za juu yake, mansarrahu an yubsata alayhi fi rizqihi, yeyote atakayependezewa, atakayetaka, atakayefurahishwa na ukunjuliwa katika riziki yake, kuwa na riziki pana, wayunsaa fi atharihi, na pia apate athari iliyokuwa njema faliyasil rahimahu, basi naunge udugu. Kumbe pia ili kutaka upana wa riziki zetu, basi tujitahidi kuunga udugu wetu. Lakini kutaka kuwa, kuwa na athari njema pia tuunge udugu wetu. Swala la athari hapa, wanazuoni wametofautiana juu ya hadithi hii, katika mazungumzo ya athari hii. Athari, athari yake, kuna baadhi wakasema huyu atapewa umri mrefu Tenye, tena wenye baraka ambao umri huo atakuwa akimtii Allah subhanahu wataala, kwa atakaopenda kwa kuwa na umri mrefu, basi aunge udugu wake. Wengine wakasema athari hii hapa ni utajo mzuri, baada ya kuondoka atakaetaka atajwe vizuri baada ya kuondoka, aunge udugu wake. Sasa kuna kuna faida ya kutaja vizuri, una faida gani? Faida ipo hadithi mashuhuri ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tupita jeneza moja Le jeneza likasemwa vizuri sana ah, yule anapita bwana pale, alikuwa ni kadha, alikuwa ni mtu mwema, tuna kusema wajibat imethibiti. Likabita lingine jeneza lingine, yule mtu aliyojeneza akasemwa vibaya, tuna kusemaje wajibat imethibiti. Akamuuliza, kwa nini ulisema hivi? Mtume akajibu kwamba yule alisema vibaya vizuri yale mazuri aliosema kwayo, basi ni kweli, huyu mtu ni mwema, na malaika pia wanaitikia hizi dua. Ndio maana anasema udhkuru mahasi na mautakum. Ndio maana pia ni sunna kutaja mema ya wale wanaofariki au maiti. Ashafariki jazikwa, ataje mema yake, kwa sababu malaika wanaitikia nao. Wanasema nini? Wanaitikia kwa hali kadhalika. Mwenye kuunga udugu Anasemwa vizuri vizuri, bwana ah, fulani usingepata matatizo haya bwana. sababu zake zinaendelea, sababu anasemwa vizuri. Hey, bwana, hapa tumekaa nye kikao hichi, angekopo fulani hapa, mambo uliyofanya duniani tumeelewana kwa hiyo ili mtu aache athari njema katika maisha yake aunge udugu. Wallahi shekhe haya mambo yapo. Kuna mtu na kipindi unashikwa na shida shida nzito mpaka unamkumbuka mtu atangulia mbele ya haki, ashafariki. Ah, fulani jambo jambo limeisha mje kutokea, okay. Kufikiria jambo kama hili manake athari yake ni njema, ameiacha. Ukimtaja mtu huyu tayari akaunti yake ya mema inaongezeka kwa kila anayeunga udugu huenda watu amaweka pamoja wakaendelea kuelewana wakaendelea kufanyiana wema, yee pia akaunti yake ya mema inaongezeka hata akishakufa. Kwa hiyo, man sarahu an yubsata alayhi fi rizqi, atakayependa kujuliwa katika riziki yake na riziki pana, unsaa fi atharihi, na pia aendelee kukumbukwa baada ya kufa athari yake ibaki, falyasil rahimah basi naaunge udugu wake. Ndugu zanguni, e, tutosheke na haya mazungumzo ambayo ni muhimu, na tukaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuonesha nafasi ya jitihada zetu na uzifanya katika ibada. Tusisahau upande wa pili wa mahusiano yetu ya kila siku na watu tunaoishi nao kuanzia ngazi ya familia ndugu wa karibu na watu mbalimbali, majirani na kadhalika. Nyie mnafahamu hadithi ambayo ni mashuhuri kabisa ya yule ambaye mama alikuwa nini, anasali tena kipindi cha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasalama. Sahaba alalamika, anakuja kusema kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, inna fulana binti fulani fulani ikabibi fulani anaswali anafunga anatoa zaka na ibada zote anazifanya, lakinaha tuudhi jaraha. Lakini kasoro yake tu, yeye anamfanyia maudhi jirani yake, majirani hawana amani kwa sababu yake. Mtume hakujishauri Mtume asema chote, akasema hiya fi nnari, huyo moja kwa moja ni motoni. Angalia, alijenga uhusiano wake vizuri na Allah subhanahu wataala, akasahau uhusiano wake nani na watu wanaishi nao kila siku. Kwa hiyo jitihada za adhkari, swala, saumu, tusisahau upande wa pili wa kuishi na watu vizuri. Wallahu a'lam.